Ma, Amina. Kwa majina unaitwa nani? Kwa jina naitwa Salima Ali natokea Chalinze, mzee . Amina. Ni nini ambacho mtumishi wa Mungu na bijeshwu amekutendea? Mtumishi wa Mungu na bijeshwu kanifanyia mambo makubwa sana, kwa sababu nilikuwa na matatizo ya kuumwa mwili mzima na kupitia badala ya kufika kwenye madhabahu hii, namshukuru Mungu sasa hivi nimepona kabisa, kwa sababu nilikuwa hata kula na kula kitandani, lakini kupitia madhabahu hii sasa hivi na nafanya kazi zangu kama kawaida na ni mzima, sina kumwa mguu wala mgongo wala kifua wala moyo, kwa sababu hivyo vitu vyote nilikuwa naumwa mimi eh, nilikuwa nashindwa hata kufanya kazi zangu lakini E. baada tu ya kufika, baada ya kufika kwenye madhabahu hii kwa sababu hilo tatizo ni la muda mrefu, likachukua kama miaka miwili au mitatu nahangaika nalo mm -hmm. Nikahangaika mwa waganga, kila kwa mganga nitakayeenda anasema anafaa mimi nafika, lakini kufika pale kama ndio naongezwa. Kwa hiyo badala ya kusema kuwa kwa mganga kunitoshi, baada ya kukaa pale Chalinze, nasikia matangazo na Bijeshwa anakuja kwenye mkutano. Nilipofika kwenye mkutano, nikasema sasa hivi mambo ya waganga nayaachia kule mimi ninaenda kwenye mkutano. Nilivyoenda kwenye mkutano, inabidi kuwa ndio nikaanza huduma ya Nabii Jeshua na nimepona kabisa kupitia madhabahu hii. Mungu akubariki. Unaambia nini wanaokutazama, kwa wanae nitazama kwa njia ya TV? Nawambia jamani, nsikae na magonjwa na shida mbalimbali. Kwa Nabii Jeshua hakuna linaloshindikana. Tatizo lolote ukifika kwa Nabii Jeshua linaisha. Karibuni sana. Amina.